Kabla ya uongozi hakuna anayekujali kujali wewe, lakini rais ra, ra na amiri jeshi mkuu wa jamhuri ya muungano wa Tanzania akisema tu kuanzia leo na kuteua kuwa waziri, tayari muda huo wa protokali zinaandaliwa, usalama wa taifa vichwa vinauma, nani wewe? wewe wewe, hivi na hivi. Haya, huyo, unabadilishiwa gari faster, nyumba faster, mfumo wa maisha unafanya unabadilika, kwa sababu tayari umebeba kitu ambacho unatakiwa ulindwe, protection. Matajiri wote duniani wanatumia gharama kubwa kujilinda. Kwa nini? Kwa sababu walichokibeba sasa. Kwa nini wewe ujichukulie poa? Sasa kuna protection za aina mbili, rohoni na mwilini. Hizi za mwilini ndio hizo bodyguard. Mimi natembeaga na protoko wangu, watu wanaongea huko mtandaoni, unawalinzi walinzi? Yesu anatosha wa, ah, vibaka wanajua Yesu? Hawa vibaka wenyewe wameokoka. Sema amina, amen. Mtu anakuja kukukaba, kaokoka. mtumishi Jumapili unamwangalia mwamba mkaba jana, huyu namkuta yupo kwenye ngoma pale, inuliwe bana, wama namcheki mwamba hajanikaba huyu, kwa sababu watu hawabadiliki siku moja brother. Kubadilika ni process, unaelewa vizuri wezi ukabadilika siku moja ndio maana mi wanashangaa kuwabeba watu wasiofaa katika dini. Kanisani sio sehemu takatifu. Kanisani ni kisima cha kuwafanya watu kuwa watakatifu, unawaosha ko. Kanisa linataka malaya. Kanisa linataka waongo yeah. Kanisa linataka walevi yes. Kanisa linataka kila mtu aingie humo ili afanye asafishwe. Pigie makofi vizuri bwana.